Disimu Mwajaku ameweza kutukanwa sana kufuatia peji na ukurasa wake wa Instagram ikiwa ni baada ya kuandika chapisho lenye kauli chafu kwa wachezaji wa Yanga baada ya taarifa kwa umma kutolewa kuhusiana na kocha eh, Romain Folz. Sasa kuna kitu ambacho aliweza kukiandika, kimsingi hicho kitu akijafurahisha watu wengi, kitu hicho tena kusomea hapa Blue House Tech Media. Bila kuongeza wala kupunguza neno lolote DC Mwajaku kufuatia peji ya ukurasa wake wa Instagram pamoja na X, zamani Twitter, ameweza kuandika chapisho lenye maneno machafu kweli kweli, maneno magumu. Ukiafikiria unaona kabisa eh, ni pengine hakupaswa kuongea maneno yale, na la labda ameongea kwa memko, au ni kwa ushabiki. Mimi sijui, lakini sikiliza hichi ambacho nenda kukusomea, of course ni kitu ambacho kinaumiza na kitakukatisha moyo, eh, kama wewe hii ni timu yako imesemwa namna hii. Kwa hiyo nitoe razi kwamba maneno haya ambayo nenda kuyatamka, nenda kunukuu alichokisema Mwajaku kufuatia ukurasa wa Instagram na Twitter. Mwajaku kaandika hivi: kocha hana kosa kabisa ongeni na wachezaji waache umalaya, tunapishana nao eh, kwa mademu wa bongo muvi na singeli. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika eh, Mwajaku. Uh, afu akasema kwamba msijifanye mpo bize na Oktoba 29 eh, kat sasa hicho kimepelekea watu wengi sana eh, kwanza kuandika maneno mazito sana kwa DC Mwajaku, ikiwa ni kama vile kumjibu katika ile chapisho ambalo aliweza kuliandika eh, mapema siku ya jana usiku, ikiwa ni baada ya taarifa kwa umma kutolewa kuhusiana na kocha Romain Folz ambaye kwa sasa eh, si moja kati ya, ya eh, benchi la ufundi katika klabu ya Yanga. Huyu hapa anaitwa Antibiotic_001 kaweza kusema boil, anaishi na mke wako Naye bana huyu mwingine e, kaweza kusema kwamba tulia wewe, mke wa mtu. Wiz beaut point kaweza kusema kwamba pitie insta stori yangu ujionee ya Mjaku. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba mgemwacha atiki kwanza, e, ni, nistake ku, kupoteza kura. Mwingine kaweza kusema kwamba sasa malaya si unamjua malaya mwenzake, kwenda Tanga kachezee mai huko. Mwingine kaweza kusema kwamba nawee unafataga nini huko. Mwingine akaweza kusema kwamba umemshindwa mwakinyo kimekuleta kwetu wewe eh, mapua wewemaua. Mwingine akaweza kusema kwamba naweza eh, kuonana kesho kama Simba atashinda maana nitakuwa na furaha sana. Mwingine akaweza kusema kwamba watakuwa wanaishi na wewe maana hiyo eh, makalio awa salama, hawakuachi salama. Mwingine akaweza kusema kwamba kapambane na hali yako huyu mwingine kaza sema kwamba hivi uandishi ulipataje maana kichwani eh? Au upo lesi sana? Mwingine kaza sema kwamba kama wewe ulikuwa bize na vile vitoto vya chuo. Mwingine kaza sema kwamba umeataka wewe, mpaka unaingiaje kwa mpira, eti wanalala na mkeo. Bonge la dada kawaponza sasa. Huyu mwingine kaza sema kwamba kweli kabisa, maana Dumbia eh, anaishi na mke wako huyu mwingine sema kwamba na wewe umalaya wa bongo movie ama kitamba cheupe. Huyu mwingine kaeza kusema kwamba wewe ni baba wa familia, kupishana huko ni aje? mwingine kaeza kusema kwamba wewe naye unapishana nao au unaenda wewe kupelekewa moto. maneno magumu kweli kweli. Huyu mwingine kaeza kusema kwamba sasa huyo ha, eh, hawa wasanii wa singeli na wanawake vipi, au ni mama Amina? mwingine kaeza kusema kwamba kama eh, mjinga we ndo maana watu wanaishi na mkeo. Mwingine kazasema kwamba kumbe eh, wanaishi na, na mkeo wako wachezaji wa Yanga. Mwingine kazasema kwamba kwa umalaya wako hiyo eh, duda yako itakuwa iwe inawaburuza <laughs> aya bana. Mwingine kazasema kwamba ingekuwa malaya wewe ungekuwa mtu wa kwanza kukataa mwingine kaweza kusema kwamba inawezekana walikataa. Mwingine kaweza kusema kwamba wewe unavyo ulivyo e, malaya umeona, ila sasa kupenda vidada vya nje ujambo. Mwingine kaweza kusema kwamba kwani wewe unakuwa unatafuta nini e, unaowataja au wewe ni wale wale. Mwingine kaweza kusema kwamba saa huo wimbo umeingiaje hapo? Mwingine kaweza kusema kwamba wee siuna, e, siuna mke unafata nini kwa hao e, malaya na wewe uache malaya pia, sema kwa mabro Makinyo anakuita Tanga mara moja na jambo eh, mkazungumze hizo. <laughs> ni baadhi ya comment ngumu kwelikweli eh, walikuwa wanamwambia Mwijaku baada ya kutoa taarifa ile mapema siku ya jana. Sasa ukifuatia ukurasa wa Instagram wa ajira ya jana, waliweza kuweka taarifa kuhusiana na kocha wa Romain Folz ambapo taarifa hiyo nitenda kunukuu na kusomea jinsi kama ilivyokwisha kuandikwa, lakini baada ya hapo tutapitia maoni ya wadau. Ilikuwa nasemaje, uongozi wa Young African Sport Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umevunja mkataba wa kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Romain Folz. Uongozi wa Young African Sports unakushukuru kocha Romain Folz kwa mchango wako ndani ya klabu yetu na unakutakia kila laheri katika Eh, majukumu yake yanayofuata. Katika kipindi hiki, kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi huku mchakato wa kutafuta kocha mkuu ukiendelea. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young African Sport Club. Hiyo ndio taarifa kwa umma ambayo imeweza mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kufuatia matokeo ya jana Yanga, ambapo waliweza kupigwa eh, bao moja, ambapo hiyo imepelekea kiashiria kwamba viongozi wa Yanga hawajafurahishwa na matokeo yale, na mpaka ikapelekea kuvunja mkataba waliokuwa kocha mkuu wa klabu hii ya Yanga Romain Folz. Sasa, uh, ukipitia eh, comment za wadau walikuwa wanasemaje huyu uh, hapa alisema kwamba nilisema haufiki Nyerere Day ila kafika siku tatu E, akapita aka hivi. Mwingine kaza kusema kwamba hii taarifa nili isubiri kwa muda kweli, yani mlichelewa sana. Huu mwingine kaza kusema kwamba wengi wanafurahi kuondoka kwa fault ila siyo andambu ile. Huu mwingine kaza kusema kwamba e, de, mliajiri mafoili ya kufungia chips. Huyu mwingine kaza kusema kwamba sawa kafukuzwa, ila kumbukumbu yake iliyobaki tutaikumbuka daima na kuanyoa makolo. Mwingine kaza kusema kwamba na nukuu kauli ya msemaji wa Yanga kocha wa miaka ya mbele, mgsema kwamba yani huyu eh, huyu bora umechukua hatua mapema kabla makundi hatujaanza. Kwanza nimefurahi sana hii taarifa, maana mimi tokea anafika siku mbili eh, mfumo wake wa uchezaji yani mchezaji anayecheza kila mmoja kivyake kwamba kwa ushauri wangu ni muda e, wa kupata makocha e, wazee na wenye experience kubwa ya kimataifa na vikombe. Tuache kuzoazoa tu, klabu ya Yanga ni timu kubwa. Kwa sasa haya, tukitolewa mapema hivi itakuwaje? Mwisho kabisa, naombeni mechi ya mkondo wa pili, viongozi tufanye mambo. Mwingine anaweza kusema kwamba mtu e, ni, ma, ni makosa tu hata chak, chek vipi? haende, hame, hame, hata cheki vipi aende hata mpate kocha yupi bora anakuja na malengo yake Folz, malengo yake kutufanya Yanga tuelekee championship. Huyu mwingine akaeza kusema kwamba sasa hii ndio taarifa nilikuwa naisubiri. Hata hivyo tupe nje ya muda sana. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba kocha mnamwonea, usijali mwaka huu, kwani alifanya yeye? Maana wale wachezaji wote hawajulikani. Sasa unataka timu ishinde leo leo, tegemewa pakome tu kufunga mwoni, usajili ulifeli. Kuna kipindi Simba walifeli wakawa wanategemea Bernard Morrison <laughs> angalia kilichowakuta Simba Sport Club walitoka kuangoja goli mbili wakaja kupigwa nyumbani so usajili wangali. Ni baadhi ya comments za dau kuhusiana na hii taarifa kwa umma. Hapo chini hapa ni Blue House Dax Media. Mimi ni Dr. Alexander Scott.